Vipi, washikaji, kama kawaida, mabibi na mabwana, watoto mlokopo hapa, karibuni sana kwenye comedy cheka. Kwa hiyo hapa nisikilize, juzi bwana ni wakati na ingia zangu maeneo ya Mpela pale, nikakutana na dem bwana. Yule dem bwana alivyoniona tu akamejibanza pembeni, umoona, eh? Alivyojibanza pembeni hivi akaniita hivi, oya kaka njo kano yani, yanaoni kama mina, kitambi mtu mzima basi baada ya kuniita pale mimi ikabidi nisoge niende. Nilivyokwenda nikamuuliza yeye eh, shida yako nini? Akanambia oh, kaka, nikwambie kitu kimoja. Nikamwambia sawa, niambie. Bacha kana niambie hivi. Unajua kaka, mimi nilikupenda kweli yani. Sikaanza kungata vidole, alianza kungata vidole. Nikasema mm, hii ngoma sengine hii zari. Basi akaanza kuniambia oh, uh, mimi bwana tangia asubuhi sijala. Nikasema mm, huyu sasa anataka kunipiga kizinga huyu, shaona hapa maana ameona kikitambi na anaanza kuniambia mimi, sijala tangu asubuhi kaka, lakini kutokana na nimekuona, nimetokea kukupenda bwana, pende basi hata ukanunulie miogo hata mitano e. Nikashangaa nikasemaje, Yani, huyu kuniona mimi tu hapa anasema ana njaa, akaniona mimi nimnulie miogo. Mimi nikafikiria sana lakini, mtu mwenyewe nilivyomwona, mtoto mwenyewe mzuri. Wewe sasa, mimi nikawa nisije kawa huyu jini zombi, aka nikasema hapa ah, bwana hapa Ngoma nimeokotazali bwana. Nikaenda nika naye mpaka wapi uje nikaenda na sehemu falaga. Sasa wakati naingia ile sehemu tu kunitisha. Eh ee, akanitisha. Eh ee, ngonauza sasa ananitisha vipi tena? Kumbe bwana yeye bwana alikuwa na nini ujue? Kumbe alikuwa bwana ni mambo yake mwenyewe. Yaani kama kijini jini flani hivi. Pale wakati tunataka tuingie tu kwenye kile nyumba ya wageni tu mtu akayayuka. Wewe, nilizimia pale pale. Nilizimia chakali. Kaja kuamshwa mi niko hospitali, watu wananiamsha. Ndo nanambia nana, bwana wewe amka bwana. Kuamka pale, hey, kakuta bonge bwana. Vipi, yuko wapi huyu mtu? Akaambia bwana wewe, yule mtu bwana unamtaka wewe, nah, we. Nasikia mwalabu bwana. Bwana mimi, kuna mtoto mmoja hivi ananichanganya kweli, najua ah. Yaani yule mtoto mimi nikimwambia nampenda anaona kama namzingua, lakini nadhani yule mtoto kuna siku mimi nitakuja kumpata. Unajua nishai kumdanganya, nishai kumdanganya kwamba mimi nafanya kazi serikalini tarai, hey. Nikamwambia naona ili tumbo ili, eh, ndo mazingira yangu mimi, hela zipo chekwa chekwa, lakini yule dogo yule hataki kunikubalia. Sasa sijui nifanyeje, mwarabu? Yani ananiumiza kichwa kweli, alafu nampenda barabara, yani nampenda kweli kweli. Yani mwarabu, nifanyeje ndugu yangu? Maana yule, yani so yani, ya yule mtoto mimi kumwacha siwezi. Yani sio siwezi. Yani kwa nini hajanikubalia yeye? Hata natafuta mbinu ya kumkubalia kokote, mimi nitaenda. Mwarabu, niambie, yule mtoto mimi nampenda bwana. Sikiliza bwana weye. Sasa yule mtoto wa nini unamtaka? Mtoto mdogo yule unamtaka weye wa nini yule? Sikiliza, utakuja kupata balaa weye. Utakuja kupata balaa, utalibeba mzigo ambao wewe ulijui. Umenielewa bwana? Usije baadaye ukaja tena ukaniambia, oh, mwalabu we. Hebu niambie bwana, yule mtoto kanifanyia hivi. Sikiliza, yule kwanza ni mke wa mtu, kwa taarifa yako ni mke wa mtu yule. Wale kuna mtindo wa kugandana, unajua wale wazalamu bwana Watu wa huku pwani wana mtindo wa kugandana bwana, nisikilize vizuri. Mimi mimi nimekaa hapa na miaka mingi hivyo, wewe umekuja jana tu. Kwanza yule mtoto yule akupendi, kwa taarifa yako, mimi sikaniambia, nimemwona, akupendi. Sema, anataka kukuzingua, kukwambia akutaki, ndo anaona aibu sasa, na wewe unabidi ujiongeze ndugu yangu. si unalalamika lalamika, lalamika na kumfuatilia yule akupendi. Jibu ndio hilo nakupamie. <laughs>